Uh, kwa ujumla wake wanadamu wote duniani au wanadamu sote duniani tunakufa, hakuna anayebaki, yani wote tunakufa. Lakini nataka tujiulize hili swali, mimi na wewe, yaani wewe unayenitazama na mimi hapa, tujiulize swali moja. Hivi kufa ukiwa unafanya vitu vya hovyo hovyo, au kufa ukiwa unafanya ubaya katika jamii, kupi bora na kufa ukiwa unafanya vitu vizuri? Kufa wote tutakufa, hakuna atakayebaki hapa duniani, wote tutakufa. Hata wewe unaniangalia utakufa, hata mimi unayoniona hapa nitakufa. Lakini kipi ni kifo bora? Yaani, kufa ukiwa unafanya vitu vyema, vitu vizuri katika jamii na kufa ukiwa unafanya ubaya, kipi ni kitu chema? Hebu shusha komenti yako hapo chini, useme wewe utakufa kifo cha staili gani? Utakufa kifo ukiwa unafanya ubaya au utakufa kifo ukiwa unafanya mambo mema? Ila wote nimekwambia, tutakufa hakuna atakayebaki. Wote tutakufa lakini kipi ni kifo sahihi, cha kufa ukiwa unafanya ubaya na kifo ukiwa unafanya wema? Shusha komenti hapo chini, niambie. Nishie hapo tu.